Mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA imewataka wakulima katika mikoa ya kanda ya magharibi mwa Tanzania kulima mazao ya muda mfupi yanayostahimili mvua za wastani kutokana na utabiri wa mwelekeo wa hali ya mvua uliotoa kwamba hakutakuwa na mvua za chini ya wastani hadi wastani kwenye maeneo hayo mwaka huu. Mamlaka ya hali ya hewa imesema hali ya ukavu inatarajiwa kwa kipindi kirefu, hususan katika mkoa wa Tabora, kwa sababu mvua zitaanza wiki ya tatu ya mwezi Novemba, wakati msimu wa mvua ulianza mwezi Oktoba, kama anavyofafanua meneja wa TMA kanda magharibi. Waziri Omar Waziri, kwamba utabiri wetu au mvua zetu kwa mikoa ya magharibi zitaanza wiki ya tatu na wiki ya nne ya mwezi wa, wa kumi, sasa tayari zimeshaanza na zinaendelea vizuri kwa mikoa ya Katavi na, na Kigoma, lakini kumekuwa na changamoto kidogo kwa mkoa wa Tabora kama ambavyo mnaona e, kumekuwa na kusuasua, lakini kusuasua huku kumesababishwa na kupata upepo dhaifu Yani, kistaalamu naitwa unaitwa Wistal Winds kutoka misitu ya Kongo. Kwa wilaya za Tabora mjini, wastani wake ni milimita 810 mpaka 890, wastani wa wilaya Igunga ni 740 mpaka 890, wastani wa wilaya Kaliua 810 mpaka 960, wastani wa Nzega ni 810 mpaka 890, wastani wa Sikonge ni milimita 810 mpaka 960 lakini Urambo 1880 mpaka 1960 na Uyui 740 mpaka 1960. Kutokana na umuhimu wa sekta ya kilimo ambayo kwa zaidi ya asilimia sabini wakazi wa mkoa wa Tabora hutegemea shughuli hiyo, mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha akawataka wananchi kuchukua tahadhari ili kuepuka athari zinazoweza kusababishwa na upungufu wa mvua mwaka huu. Mkakati ndio hii tumesema kwamba kwanza wakulima wajiandae mapema, ili mvua ya kwanza hiyo itakayokuwa imenyesha, basi tuitumie hiyo hiyo lakini pili, wakulima wa, wa, wawe wasio waharibifu, watunze mazao, wasiuze ovyo ovyo, wajue kwamba inawezekana kabisa tusiwe na mazao ya kujitosheleza. Kwa hiyo huo ni mkakati ambao mkoa mzima ujiandae katika kipengele hicho, kila mmoja alime na alime kwa wakati. Katika mvua zile za kwanza zinazonyesha basi, kila mmoja awe na shamba lake na awe ameshapanda lakini kwa sababu mvua zitanyesha za msambao, ambao tunaambiwa na wataalamu kwamba itanyesha hapa na sehemu nyingine isinyesha, lakini wapo watu ambao wenye mabwawa, basi ni wakati wa kuyaandaa mabwawa na visima, ili maji yatakayotokea basi yaweze kutumika huko mbeleni. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amewataka ukandarasi wanaotekeleza miradi chini ya mpango wa uendelezaji miji TACTIC kuhakikisha wanakamilisha miradi hiyo kwa wakati, ikiwemo ujenzi wa soko la majengo ili kupunguza msongamano wa wafanyabiashara katika maeneo katika ya katikati ya jiji hilo. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma ana taarifa zaidi. Senyamule ameyasema hayo jijini Dodoma wakati wa ziara yake ya kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali, ambapo amesisitiza kuwa kukamilika kwa miradi ya barabara, madaraja na masoko kutawasaidia wananchi kuepukana na adha ya mafuriko katika msimu wa mvua za masika. Tunaona kabisa uwepo wa soko hili katikati ya mji umesababisha msongamano mkubwa kwa eneo la katikati ya mji, watu wanapita kwa shida na nini, lakini tulitegemea jambo hilo litokee kwa muda mfupi, kwa sababu mkandarasi atajua wajibu wake wa kufanya haraka ili wananchi warudi kwenye maisha yao ya kawaida. Sasa tunaona kwa spidi hii, tunaendelea kusisitiza uh, tunatamani tupate mpango kazi ambao utatuonyesha mwisho wa Disemba watu wa soko wataweza kuhamia upande huu wa soko ili tuweze kumalizia upande wa stendi ambao pia kwa sasa hivi unatumika kama eneo la biashara baada ya kuhamisha wauzaji hapa. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Dodoma Jabiri Shekimweri amesema ofisi yake itaendelea kuimarisha usimamizi wa miradi hiyo ili kuhakikisha ubora na thamani ya fedha inazingatiwa. niendelee kuomba wenzangu kwenye kamati ya usalama pia kwenye mbao unatekeleza mradi huu. Mradi unavyochelewa, hauchelewi mradi wenyewe, nachelewa huduma iliyokusudiwa. Aa, mara zote tundee kuweka msukumo miradi hii ikamilike kwa wakati. Baadhi ya maeneo mvua zinakaribia kuanza, kwa hiyo kule kwenye soko ulikuwa na kiu ya muda mrefu, soko likamilike kabla mvua zijaanza. Naye mratibu wa miradi hiyo ya takti mhandisi Nikodema Sikileo amesema kuwa miradi hiyo inatekelezwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 30, hadi kukamilika kwake. Asante sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari, na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi, na kisha tutendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari: waziri wa Ukraini afichua wa Afrika wanaojiunga na Urusi vita vya Ukraini huwekwa maeneo ya, ya kifo na hufa mapema.